Kikubwa zaidi ni kwamba eneo tulilopo leo panaitwa Lugasa Nyakalilo ambapo ni moja kati ya eneo lililonufaika na mradi huu. Eneo hili tuna vizimba ishirini na moja vyenye thamani ya, ya milioni mia saba na tano ambapo vikundi vinne vya awali tayari vilishavuna na katika kuvuna kwao waliweza kurejesha thamani ya milioni mia mbili themanini na tisa kwa msimu wa kwanza peke yake. Thamani ya pesa iliyotoka sasa hivi ni milioni 286 kwa ajili ya kwenda kuwa finance tena vikundi hivi kuendelea na mizunguko mingine ya uzalishaji. Tani ambazo zimevunwa kwenye vizimba mpaka sasa toka mradi ulipoanza ni tani 401 ambazo zote ziliuzwa ndani ya kanda ya Ziwa. Hii inatuonyesha uhitaji mkubwa wa samaki ambao bado unahitajika. Lakini kupitia mradi huu umekuwa ni fursa kubwa sana katika kuchagiza kilimo na ufugaji, lakini vile vile kuongeza fursa za ajira kwa wanawake na vijana. Hapa tulipo tuna kikundi cha vijana ambacho kina vijana kumi na tano ambacho kilikuwa ni kwenye msimu wa kwanza. Kwa msimu wa pili, tuna kikundi kingine cha vijana ambacho kilikuwa na vijana kumi na tano pia, tayari vijana thelathini wamefikiwa. Tuna vyama vya ushirika vinne ambavyo kati yao kuna wanawake pia ambao wanajishughulisha na shughuli hizo. Tumeweza kupata hizi mikopo, kwa mfano sisi kikundi chetu tuko wanachama kumi na mbili, wajumbe wa jinsia ya kiume tuko saba, lakini wajumbe wa jinsia ya kike tuko watano.